Ni njia gani wewe utaoga janaba liwe limeogeka? Mimi nitafanya upande wa kwanza ni huo. Upande wa pili, je, kunao wakati mtu huruhusiwa aoge janaba na sehemu fulani katika mwili yake isiguse maji? Sawa, itakuwa imejibika a b c Inshallah, janaba ni nini? Janaba maana yake ni kuwa mbali. Aljunub ni ule aliyekuwa mbali. Na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: wa in kuntum junuban fatahharu, mkiwa na janaba itahirisheni. Janaba hupatikana kwa sababu hizi. Mwanzo, tuzijue zile sababu zinazofanya mtu akaambiwa ana janaba. Janaba hupatikana kwa mtu kutokwa na manii, sawa ni mwanamume sawa ni mwanamke, ya kutokea kwa raha ya kutokea kwa shida, almuhimu yalotoka ni mathalan, mtu amekushika koo bana, unumiza badala ya kutokwa na choo, na choo kutokwa na manii, hatutonena kwamba miskini amemtoka bila ya ya raha. Ya manii yakitoka mahala pake ni lazima ufanye nini? Uoge. We, tutakwambia wewe una janaba. Janaba hupatikana kwa kuingiza tupu ndani ya tupu. Tupu ikiingia ndani ya tupu ni lazima ni, oh, janaba itakupata hata ikaingia ile sehemu ya tunaita sisi sehemu ya hashafa, yani ile sehemu inaotahiriwa ile sehemu tu au kwa kiasi chake. Kwa mtu ambaye kwamba lao amezaliwa hana ile sehemu inaotahiriwa, ikiingia sehemu hiyo tu ndani ya tupu, khalas. Sawa, amesikia ladha, sawa, imesimama, sawa, ametia kwa kijiko, muhimu ikiingia, ni lazima afanye nini? Ahoge. Na hatuangalii tupu iliyoingia ile, tupu ni tupu ya mbele au ni tupu ya nyuma ni kwa halali au ni kwa haramu. Tupu ikiingia ndani ya tupu, mwenye kuingiza tupu lazima aoge, na mwenye kuingizwa tupu lazima aoge, yaani wote wamepata janaba. Na mwenye kuingiza hatuangalii ni kwa lazima au ni kwa khiari, na mwenye kuingizwa ile tupu hatuangalii ni kwa lazima au ni kwa khiari. Utanisamehe, hapa kuna mambo nayaelezea na, na si kwa kutaka, lakini lazima tuyaelezee Tufaradhie lao mtu ye mwenyewe tupu yake mwenyewe akaijiingiza ye mwenyewe, tukua tupu ya mbea, akajiingiza tupu ya nyuma. Nasalullah salamata salamat wala afya. Pengine mtu ufanya majaribio hufika, lakini <laughs> <laughs> tutamwambia ni lazima aoge janaba. Ni masala, ni masala yaelezwa, tuyeleze kwa hiyo tupu kuingia ndani ya tupu hatuangalii amemwaga hakumwaga ametokwa na manii hakutokwa na manii amesikia ladha hakusikia ladha kule ile tupu kuingia tupu ni lazima afanye nini maanake ni mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha jawaza lkhitanu lkhitana ngozi ikipita ngozi maanake mtume ameita ngozi ngozi ikipita ngozi maanake ngozi ya kiume ikapita ngozi ya kike fakad au jabal ghusla imeshalazimu kuoga kule kuingia tu kwenda pap, pap. kusalimia tu, sawa, lazima oge. <coughs> Kadhalika janaba hupatikana kwa kutokwa na hedhi mwanamke, au kutokwa na nifasi mwanamke. Kwa hiyo janaba hupatikana kwa haya mambo mangapi? Manne. la kwanza ni kutokwa na manii, hii kwa mume na mke ya pili ni tupu kuingia ndani ya tupu. Ya tatu ni hedhi. Ya nne ni nifasi. Huyu tutamwambia amepatikana na janaba. Sasa apatikao na, apatikanao na janaba ni lazima aoge, ni lazima afanye nini? Aoge. Ikiwa hawezi kuoga kwa sababu ambazo kwamba za kubalika katika masala ya tayammum, kwamba huyu hafai kugusa maji au hakuna maji sehemu kama ile, ni lazima atayamam. Kutayamam itakuwa ni badili ya kufanya nini? Kuoga. Sasa huku kuoga ataoga vipi? Ni lazima ahakikishe yale maji yatafika katika kila kiungo ambacho kwamba amba chiko wazi, na ni lazima ahakikishe kila nyele iliyoko mwilini, sawa. Ni nyingi, mwanamke awe na nyele mpaka miguuni. Wakati wa janaba, ni lazima nyele zote, nyele na ugozi ziguse maji. Atatumia yeye njia ya kuona, ni njia gani atatumia mpaka maji yafike kwenye nyele na yafike kwenye ugozi wa nyele. Sasa hapa tumeambiwa kwamba wanawake henda saluni kuna mawigi mingine hutiwa na gamu. Kuna la wiki, kuna la mwezi, yani akishakutia ile gamu na huambiwa hizi nyele hazifai kugusa maji. Kwanza hukalika na harufu namna hiyo, he, ukipeleka pua hapo weza ukachemua kweli kweli. Yo, wa, wa, hawa wetu kila siku huziosha na wakazitiana kandrishna na manini, lakini ikipata jasho tu kidogo na yula yote zika ukapijiwa na nyudi na hazistahimili siku tatu siku nne bila ya ku, ya kusafishwa. Ha, mtu akwambie ameambiwa amepawa lile wigi wiki, si dharubu hizo. Sasa masala ya dharubu tuwate mbali, lakini huyu mwanamke kweli hatapatikana na janaba? Ikiwa atakuwa hata yuwapatikana na janaba, atajitwahirisha vipi, na yeye hatii maji kichwani? mwaka jana hapa nilielezea kwamba kuna mwanamke amenipigia simu aka, nilikuwa mmeelezea haya haya, akawa huulizia, miaka kumi na sita ameolewa yeye, yeye hao, haoshi kichwa ila kwa ajili ya hedhi, lakini akilala na mumewe henda kaoga akavaa ile kofia sijui aitaje ile shower cap, huvaa shower cap akenda kaoga mpaka kutia tahara ya hedhi ndio huosha nyele lakini akilala na mume siku zote, miaka kumi na sita yeye hayajaliwa kuosha nyele kwa ajili ya kulala na mume. Nazoe fikiria huyo, sijui alikiabudu ya vipi? Yaani yeye kuosha nyele once a month kwa ajili ya hedhi, subhanallah. Na bila shaka wako wanaume pia hawa wengine hawajui hilo, wakienda yeye taoga huku huku, lazima kuanzia unyele mpaka unyaa, ahakikishe kila sehemu, kwenye mikuto mikuto ya matumbo. Kuna wengine kwenye tumbo wana maatif tumbo lao limekundana kundana, wengine maziwa ushuka, mwanamke atie mikono chini ya maziwa, wengine kwenye ukna huku pembeni huku wamefanya mapliti, ahakikishe yale maji yajua sawingine hayafuati mwili sawasawa, yakikuta mahala kumefura yaruka, huwapatini yake haingii kwenye makalio. Hakikisha yale makalio ameeka ame kando yameingia ni kwenye matako. Miguu, kuna watu waki, wakioga husimama, akastik yeye akajisugua mwili mzima, lakini ile miguu imegandama chini. Akimaliza akafunga shawa ole akaenda zake, kumbe huku chini miguu aikuingiaai Vidole, kama una vidole vimepandamana, lazima uhakikishe vimefanya nini. Sasa kama una pete umevaa, hakikisha kama ile pete maji yapita tu, kama hii yangu. Hii yangu maji yapita bila kuigeuza, sababu haikunibana. Umeona, mara moja kini. Kuna watu wamevaa pete huogopa kuvuliwa na na, nikutahadharishe usimpe mtu pete kupimisha, wala kofia usimpe mtu, hebu nijaribu pete yako, mwambie hii size yake ni size kadhaa Ukimpa amekwenda naye. Sasa ikiwa pete yako yapita tu maji bila nini, haina haja ya kuvua. Ikiwa haipiti, kwenye janaba, kwenye udhu lazima uvue. Ikiwa ukitetemesha uki, uki, yapita lazima utetemeshe. Kucha, kwanza kucha tutazungumzia masala mawili. Mwenye kucha, mwenye kucha ahakikishe wakati wa kutawadha hakuna uchafu maji yafika. Pili, hakuna suna ya kufuga ukucha kwa mwanamke wala kwa nani, hakuna suna, hakuna suna, hakuna suna ya kufuga kucha, wala hakuna suna ya kutia hina kidole kidogo. Si suna ya wanaume, sijui ya nani. Hakuna suna ya kutia ati kidole cha mwisho ni suna kutia hina, hakuna suna hiyo, wala hakuna suna ya kufuga kucha. Sikiliza hadithi. Wakati mmoja alikuja mbadui kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, atoka mashamba, akawa akawa wamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam namna, namna ya kufanya ibada, wamuuliza mtume namna ya yani, kufanya ibada. Mfanye kadha fanye kadha mfanye kadha <laughs> mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumwelezea akamwambia, amwambia ule mbadui, mimi nashangaa mtu uliza dini na yeye ana mikucha utafikiri ni ule ndege wa kufugwa, ni ule ni ule eagle. Sio ile ile eagle? Maana yake lendo linakucha, akishika kitu namna nini, basi ya Allah ya Allah, hakiati mpaka, hata akafanya vipi, maana yake zile kucha zake hungia mwanzo mpaka mwisho. Asema mmoja wenu huja kauliza ibada, na yeye mwenyewe anakucha ana, utafikiri ni eagle huyu, ajitwaharisha vipi? Ule bwana akafahamu kwamba mtume hakulipenda lile li, jambo la la la kufanya nini? La kufuga kucha. Kwa hiyo hakuna katika sharia na yoyote afuga ukucha akiwa, atakuwa yuaoga janaba, yuwatawadha maji hayafiki kwa namna itakiwavo, jukumu ni lake mwenyewe. Haya, wengine hawana kucha, henda wakanunua wakafanya nini? Eh, jamani, kuna watu wana bidii kuna watu wana bidii, yaani wewe, wewe kucha huna, Mungu amekuwafu. Angalia Sayyidina Ali bin Abi Talib aliacha kufuga nyele baada ya kusikia ubaya wa kuwa na nyele kisha upatikane na janaba, kisha nyele zile zisifikiwe na maji, akaona nyele tu takuwa kipara kila siku mpaka wale masahaba wadogo wadogo, wadogo walikisema kwamba Sayyidina Ali asla ni mtu ambaye haoti nyele, kumbe ni mtu alikinyoa nyele. Yani asla, si kuna watu maisha yao hawamei, yule huitwa asla. Sasa watu walikidhania kwa ule mpangilio wa kuwa saa zote Sayyidina Ali alikuwa hana ha, ha, ha, haeki nyele za kichwa, lakini ndevu, Sayyidina Ali alikuwa na ndevu, hupiga kifua na akanena lao sikusikia Mtume kuhimiza kuweka ndevu pia, ningekuwa nazipunguza kwa kuogopa. Masala ya kuoga janaba hayatakiwi tuwe na wasiwasi, lakini yatakiwa tuwe na uhakika, usiwe na wasiwasi. Ukataka kuangalia paka, ngine mpaka waweke na kioo, angalia kungia maji wewe, ile yakini una yakini, maji yamefika, yamefika. Lakini mambo kuingia kuipiga mteo namna, yani papa papa pa, pa, pa, pa, mara moja haifai. ha, ha, ha, ha, ha wala si masala ya kujitia shaka tukamaliza matanki, maanake wengine wakiitia tahara nao humaliza tanki la maji. Haitakiwi, tusizidishe tusipunguze. Kwa hiyo janaba tumeelezea hupatikana kwa mambo gani na janaba ni namna gani itaondoka. Na hapa kuna nukta moja nataka nitanabahishi, janaba kuoga janaba ni amal, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, innamal a'malu binniyati Usende choni ukaoga kisha bila ya nia, kisha ukasema ninaoga janaba kwa sababu wewe una kawaida. Kila mmoja katika sisi ana kawaida, kila asubuhi lazima afanye nini. Kwa hiyo tutajuaje tofauti ya kuoga kwamba ni asubuhi au ni janaba? Ni ile nia. Yoyote endao kuoga ahakikishe wakati pale ame amefungua maji atie nia, nawaitu rafail janaba, na si lazima Kiarabu, naoga janaba basi.